mkasema Uwemba itakuja kuwa Uwemba, maji tutatua ndoo kwa mwanamke zisuke, zishuke ya yale mabomba yao yaona pale kuna mengine yalikuwepo ya huko yanaozea tu huko, kinachoendelea sikioni. Lakini ninachokiomba kama we ni mwanasheria, we unasimamia sheria. Sasa umekuja kugombea ubunge, diwani si ubunge. Sasa yani hata ujue unakombea nini ubunge, bwana. Ubunge sawa, sasa ukatutetee tusimamia kwa sababu yale maumivu tumeona yale mabomba yale na lunea, Amo, sir, ni majasho ya wananchi, ni uchumi wa wananchi ambao unamuumiza kila siku, inachoenda hakipo. Nashukuru, nimekuelewa hii sentence unayoisema kaka yangu, ndio tumekutana nayo jana lakini ni moja na huwa kweli, ni miradi elfu mbili na kumi na nne, huwa ndio kweli, na hakuna mtu atakuja kunishairi kwa sababu mimi nimekuwa ni wazi, tumepigania sana isi niko tayari kuachia kugombea ubunge, mpaka leo hawajathibitisha kwa sababu hii miradi wanaoshinda wana wanawanyambania miradi mipu.

ni kitu umefanya kitu cena kuweza kufika mahala hapa. Karibu tena siku hivyo hivi, nimesema mnachohitaji ni mtu wa kuwasemea. Kwa mfano, hishia maji, mamlaka za maji zipo na mnalipa mishahara watumishi wa idara ya maji kila mwezi. Kodi zangu zinalipa mishahara. Ukila mambo ya barabara, kuna watu wa TARURA wako